Kwa huduma ya maji katika kijiji chetu cha Buswelu, hatuna njaa kabisa, labda mtu tu ashindwe kuoga, lakini unaweza kuoga masaa 48. <laughs> Mm, tunashukuru sana mheshimiwa, kwa huduma hii ambayo umeweza kutuwezesha katika kijiji chetu mm, tunashukuru sana ndugu zangu. Mimi nimefurahi kufika hapa. Nilipokuja mara ya mwisho, nilikuwa na shida kubwa sana ya maji. Wakina mama walikuwa nalalamika maji maji maji, nikachukua kilio chetu hiki kaenda kukipeleka kwa mama, na mama akawasiliana na Aweso, na leo maji yanatoka. Mama Samia hoye! Ni washukuruni sana wananchi wa Buswelu kwa upendo wenu. Mimi huku Buswelu napendwa sana, na mimi najua mnanielewa, yaani mnanipenda mpaka huwa na changanyikio. Kwa hiyo niseme hivi, mimi nikuja kukiona hiki kisima, nimesikia mama ameongea kwa niaba ya kina mama wengine. Niwaombeni tu mama zangu na ndugu zangu wote, tuendelee kuiunga mkono serikali yetu. Hii serikali inafanya kazi, sisi tunajua. Mimi juzi nilipata nafasi ya kusafiri nikakutana na watu wa nchi nyingine za hapa kwetu, Kenya Uganda na wapi, hali yao sio nzuri. Sisi tuna nafuu, ila watu hawajui wa sasa hivi uchumi wetu unakuwa vizuri kuliko ilivyokuwa unakuwa zamani. Baada ya corona uchumi wetu ulifanya nini? Ulishuka lakini sasa hivi uchumi unafanyaje? Unakuwa sasa hivi unapanda. Tunajenga miradi mingi ya maendeleo, tunajenga madaraja makubwa kama la Busisi, tunajenga reli ya umeme. Mambo hayo yalikuwa hayapo. Sasa hivi umeme uko kila kijiji, of course vitongoji bado tujafika, sawa. Naomba muendelee kuvumilia, rais wetu anatafuta fedha tupeke umeme kwenye kila kitongoji. Kwa mimi nimekuja kuwatembeleeni hivi kwanza kuwashukuru. Mimi kama kiongozi wenu nataka kuahidi na, na mbeza Mungu ananisikia nitapambana usiku na mchana kuwaleteeni maendeleo ili siku nikiondoka hapa mseme kwamba alikuwepo mtu anaitwa Shigongo alifanya moja mbili tatu. Hata mwanangu akipita hapa siku moja Buswelu, nkasema mimi ni mtoto wa Shigongo, nina njaa, mnampa chakula, sio kwa sababu baba yake alikuwaga mtu mwema. Tumeelewana vizuri? kwa hiyo tuishi vizuri, tupendane na shida zenu msiache kuniambia. Msiponiambie mimi mtamwambia nani eh? Lazima mniambie mimi shida zenu. Kwa mfano hapa sasa hivi nataka niwaulize sasa hivi okay, mna shida gani na wasumbua sana naye wasumbua sana chumba cha darasa ukamilishaji, mmesha afikia hatua gani? Yani boma limekamilika, boma limekamilika, basi mimi nitawaleteni mabati ya kuliezeka. Wakati mimi nawaletea mabati na nyinyi mpambane haiwezi kutafuta mbao. Kufanya kila mbunge ya kufanya kila kitu eh? Wadanganya. Kwa kupambana. Sawa, pambana kushirikiana na mimi na serikali mimi nitawaleteni mabati na mabati haya yanakuja nafikiri mwezi huu nitawaleteni mabati kimewezekwa na fedha za halmashauri mm. kimemaliza na sasa darasa linafanya kazi mm. Manake madawati, kila kitu mm. Sasa kwenye chumba kile vilikuwa vyumba viwili vilikuwa mm. vimeunganishwa, vilivyobaki ni, ni, ni chumba hiki mmoja ndicho wanakosema kwamba kukikamilisha. Maana moja tumeshakamilishiwa na serikali taleta, kwa hiyo na nyie mfundi atajitolea Siyo. Msiku ya maendeleo fundi anajitolea, mafundi siko hapa hapa kweza wengi tu mwenyekiti sisiemu oe mwenyekiti oe. Kwa hiyo naomba kila wasiwasi, muunge mkono serikali yetu mchagueni Mama Samia na Shigongo sawa, na mchague na diwani wa CCM sawa Yaani nyinyi msiwachagulie diwani, mtachagua wenyewe sawa, sawa. Mimi sioni tatizo hata kama tunafanya kazi na idama sawa. Yaani, mimi sina shida, Mie nataka tu CCM, sawa, sawa. E, kwa sababu sisi nafanya kazi nzuri. Hamna kuna ubaya wote, rais anafanya kazi nzuri, mbunge anafanya kazi, kazi nzuri, na diwani anafanya kazi nzuri. Tumeelewana vizuri, kwa hiyo tuendelee kuiunga mkono CCM yetu. Kwa kweli, mheshimiwa, tunashukuru sana kwa misaada unayoitoa kwenye kijiji chetu. Sawa. Sawa. Kitu cha kuomba sasa haya maji kuelekea kwa hivi e, kuna kaya tu nyingi huko Sawa. Sasa tulikuwa tunaomba huu mradi angalau usogesogee huko soge na mbele. E, mbele kidogo huko atad tatu kwa mbele huko mm. Basi na watu wa kule na wao wapate ile huduma ya maji Sawa. E, nafikiri ombi langu tu mheshimiwa ni hilo. Na hilo. E, ombi langu nafikiri ni hilo. Karibu. Asante mheshimiwa mbunge, kwanza nikukaribishe sana kwenye kijiji hiki cha Buswelu, kwa sababu kijiji hiki kilikuwa na adha kubwa. Kwanza kama walivyosema wenzangu, adha ya maji, wakinamama walikuwa wanafata maji mle mtoni, lakini kwa kisima hiki kimerejesha heshima kubwa. Ni kushukuru kwa mradi huu wa maji, lakini pili, mheshimiwa mbunge, nikupongeze sana kwa kututengenezea barabara yetu. Barabara hii inayotoka Karebezo mpaka, mpaka Buswelu mpaka Butonga kule Sengerema inayounganishwa imetupa nafasi kubwa ya kuwa tunapita shortcut ya kwenda Sengerema yeah. Lakini ni kushukuru sana kwa ukamilishaji wa daraja letu la mpaka wa mkoa wa Mwanza na Geita yeah. Umefanya kazi hiyo kwa kutuheshimisha watu wa mazingira ya, ya hapa yeah. Maana mwaka jana ununuzi wa mahindi ulikuwa ni wa shida yeah. Tulikuwa tunauza mahindi yetu kwa bei ambayo mnunuzi anavyotaka kuwapangia mm. Lakini leo tunalogala hapa jana na juzi, maroli yanachukua hapa mahindi kwa bei ya kawaida ambayo inalingana na yaiseni na inalingana na yasengerema na, na, na, na kwa sababu kama ni kumi na mbili debe tunauza kumi na mbili kwa, kwa, kwa kila debe. Sasa mwaka jana tulinyongwa sana Mheshimiwa mbunge mm. kwa sababu mpaka uyabebe uyavushe kwenye mabonde uyapeleke mpaka magata kule ndipo kampate mnunuzi wa mahindi mm. Lakini kwa sasa kwa kuwa barabara hii umeshaiunganisha imetusababisha na sisi kuonekana kweli ni watanzania wa, wa Buchosa. Kwa hiyo mheshimiwa Mbunge, ni kuombe tu kama tulivyosema pale mwanzo, tuna matatizo ya madarasa mm. Matatizo hayo ya madarasa ina maana kwamba watoto wetu wa wanasomea nje, ni useme ukweli mbele ya wa wananchi hawa, kuna wanafunzi wetu pale watoto wanasomea nje mm. Lakini kuna vyumba viwili tena tumeshaanzisha vyumba viwili vipya tofauti na vile vyumba vingine ambavyo viko tayari sasa kwenda kukamilika. Sasa tutakuwa na vyumba vinne vipya. Kwa hiyo nikuombe mheshimiwa Mbunge kwamba kwa huruma amba, kwa yako ambayo naijua mimi utusaidie. Kwa sababu tumezunguka na wewe kwenye jimbo hili. Maji kwenye jimbo hili na kwenye shule mbalimbali. Tumeona msaada wako ulivyokuwa na wasaidia. Kwa hiyo najua mheshimiwa wewe ni mtu ambaye ukisema ukitamka kutoka mdomoni lazima watu wasaidiwe. Nakujua na, kujua na kwa sababu na kuamini. Mwisho mheshimiwa Mbunge nikuombe sisi ni wananchi ambao tunaokaa kwenye maeneo haya mm. Inafika stage watu wanapokuja pa hapa wataalamu kwenye shughuli zao za kuandikisha, network ya, ya, ya mtandao inakuwa ni ngumu mm. Watu mpaka simu atembee tembee nayo aende aende nayo mbali mm. Kulingana na milima iliyoko hapa mm. Tulikuwa tunaomba mm. kwa nakuomba mheshimiwa mm. tupatie hata mnara ambao utatusababisha na sisi tupate matumizi mazuri ya mtandao mm. Watu kama watumishi wanakuja na simu zao zinaferi, mara azunguke, mara atembee. Sasa ukiwa kwenye mazingira haya, mnala kuona ni shida, changamoto. Mimi niombe mheshimiwa mm, uendapo wizarani, nakufahamu sana mm, ukatutafutie mnara, yawezekana na sisi tupate mawasiliano ya kutosha mm. Mwisho mheshimiwa, Mungu nakukaribisha sana asante, kwenye kijiji hiki. Mungu akubariki, asante kubariki, sana.